niwa halmashauri ya wilaya Mkinga mkoani Tanga wametakiwa kuhakikisha wanashirikiana katika utendaji kazi pamoja na kusimamia kwa ufanisi ukusanyaji mapato ndani ya halmashauri hiyo. Taarifa zaidi na Queen Yusuf. Ni mkutano wa kwanza wa baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya Mkinga baada ya kula kiapo cha kuitumikia halmashauri hiyo, ambapo mkuu wa wilaya hiyo Gilbert Kalima amewataka madiwani hao kuhakikisha wanasimamia vyema ukusanyaji wa mapato ili kukuza uchumi wa eneo hilo. Tunatakiwa kuwa wamoja siku zote, bila umoja hamtajadili maendeleo. Tumeendelea kuwa tunapandisha mapato ya ndani, ndani ya halmashauri yaliendelea kupanda hivi siko, bahati mbaya isipokuwa ni kwa sababu umoja na mshikamano ulikuwepo. Kisha madiwani hao wakapiga kura kumchagua mwenyekiti wa halmashauri hiyo pamoja na makamu mwenyekiti, ambapo diwani wa kata ya Gombero Amani Kasinya ameshinda tena nafasi hiyo, huku diwani wa kata ya Kigongoi Magharibi Clementi Shehiza yeye akishinda kuwa makamu mwenyekiti. Kwa hiyo niombe kwamba kutukubali huku kwa kura hizi basi mtukubali zaidi kwenye utendaji. Naomba ushirikiano wenu sana, ni ili tu tushirikiane na tuwepo hapa kwa zamu, na wakati ukifika basi na wengine watachukua nafasi hizi. Naye mbunge wa jimbo la Mkinga Tuwa Mwakioja amesema atahakikisha anashirikiana na madiwani hao kutatua kero mbalimbali zinazowakabili wakazi katika kata zote. Wananchi wa Mkinga, imani mlioionyesha kwa madiwani wetu hawa twendeni tukashirikiana nao twendeni tukasaidiane nao twendeni tukatatue nao pamoja kero zinazotukabili katika kata zetu tusiwaache peke yao Baraza hilo pia limeunda kamati za kudumu, ikiwemo kamati ya fedha, uongozi na mipango, kamati ya elimu, afya na maji, pamoja na kamati ya uchumi na mazingira. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Mwisho, habari za biashara na uchumi.